Hello, habari ndugu mfuatiliaji wa chaneli hii leo, nataka nikuelekeze njia rahisi kabisa ya kulock wasifu wako Facebook, yaani njia rahisi kabisa ya kulock profile picha na profile yako ya, tunamaanisha wasifu wako. Hakuna mtu yeyote atachunguza taarifa zako hapo Facebook. Tunamaanisha unaweza mtu akaingia kwenye profile yako hapo Facebook akaanza kuchunguza picha mbalimbali, uzo posti siku mbalimbali zilizopita na taarifa zako zote, ikiwemo umezaliwa tarehe ngapi z mwaka fulani kama hivyo. Sasa kuzuia watu chunguza taarifa zako hapo Facebook ni rahisi sana. Fanye utaratibu ufu atao. Yes, fungua Facebook yako kama jinsi inavyoonekana hapo, kisha utakliki sehemu hii hapa. Kliki hapo hapo kwenye profile picha yako Kliki hapo na niliponyooshea mshale. Baada ya kukliki sehemu hii, bila shaka itafunguka kama hivi. Kisha utakliki sehemu nilionyooshea mshale. kisha utakliki sehemu hii na utazuia profile yako, atachunguza taarifa zako. Baada ya hapo, utamalizia sehemu hapa chini. Bila shaka umepaona sehemu yenye rangi ya bluu hapo chini iliyoandikwa lock profile. Baada ya kufanya hivi, tayari ushalock profile yako, inakwambia you lock your profile. Yaani paka hapa ushazuia profile yako, hakuna mtu yeyote atafuatilia taarifa zako hapo Facebook. I say leo nilikuwa nakuelekeza njia rahisi kabisa ya kulock profile yako, hakuna mtu yeyote atachunguza taarifa zako, ikiwemo labda anza kuchunguza su picha ulizoposti su nini vitu vya kibawa hapo Facebook. I say zuia kwa njia hii, nakutakia siku njema.